Habari viongozi mbalimbali mbali wa timu za veteran. Mimi naitwa Masa Malugu, mwenyekiti msaidizi Mandingo Veteran Tanga, ambao tunataraji kuja kushiriki katika Nyerere Mandingo Cup 2025. Karibuni sana Tanga, karibuni sana kwenye jiji la raha. Sisi kama Mandingo, kwa niaba ya management ya Mandingo, nachukua fursa hii kuwakaribisha sana Tanga. Tanga ni mkoa wenye amani, utulivu na wapenda michezo kwa hiyo niwakaribishe sana na katika eneo la maandalizi niwape taarifa kabisa mandingo tumejipanga ipasavyo kwa hiyo mje mkiwa mmejipanga vizuri tuna tumekamilika kila eneo kila idara kwa hiyo mje mkiwa mmejipanga kwa sababu tumekusudia kwa dhati kabisa kikombe kikibaki nyumbani kwa hiyo karibuni sana karibuni karibu tanga naitwa kasimu abdulhamidi ni katibu wa mandingo veteran football club Uh, leo ni siku ya Alhamisi, tupo katika kujiandaa na bonanza la Mandingo. Tuko kwa ajili ya kufanya mazoezi, mazoezi ya mwisho mwisho kujiandaa na bonanza letu la Mandingo, ambalo kwa sasa ni msimu wa saba, huwa tunafanya kila mwaka. Bonanza hili linajumuisha timu mbalimbali kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi. Safari hii tumebahatika kupata timu zote za ndani ya nchi kutoka Dar es Salaam, Manyara, Arusha, Kilimanjaro, Morogoro tunakaribisha sana. Kwa sasa hivi tupo uwanjani, uwanja wa TFF tunafanya mazoezi ya mwisho kwa ajili ya kujiandaa na bonanza letu, linafanyika siku ya Jumamosi tarehe 11 inakuwa na mechi za ajili ya makundi, tarehe kumi na mbili mechi za robo fainali, nusu fainali, mshindi wa tatu na fainali. Bonanza hili limeandaliwa special kwa ajili ya kumbukizi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na bonanza hili huwa tuna desturi ya kufanya kila mwaka bonanza hili kwa mwaka huu tunasema kwamba afya kwa taifa, heshima kwa Mwalimu, ndio moto wetu wa bonanza hili. Kwa sasa bonanza letu lina msimu wa saba, ambapo tumekuwa tukiandaa bonanza hili kwa ajili ya kufanya connection kwa ajili ya veterani kukutana kufahamiana, E, kubadilishana mawazo na kwa ajili ya kujenga afya. Kwa hiyo bonanza hili linakuwa linafanya hamasa kwa ajili ya afya, kujenga urafiki pia kubadilishana mawazo. Kwa mfano, tuna asilimia kubwa ni watu wazima, ni wafanyakazi wa serikalini ambao muda mwingi sana wanatumia kukaa ofisini. Kwa hiyo kufanya bonanza kama hili linakuwa vizuri kwa ajili pia ya afya ya akili, ya mwili, kwa hiyo kwa ajili ya kujiweka utimamu kama unavyoona, wazee wameacha shughuli zao muda kama huu jioni, sasa hivi wamekuja kuburudika na sisi kwa ajili ya maandalizi ya bonanza letu. Jina naitwa Asmani Rashid Baja aka Arosto Mwarabu, toleo la mwisho, team captain wa Mandingo, tukiwa tunajiandaa katika mazoezi yetu ya mwisho kwa ajili ya bonanza letu, hii likiwa mara ya saba mfululizo. Tunawakaribisha wote, timu zote zilizokuwepo ndani ya, ya nchi na nje ya nchi tunawakaribisha sana katika mkoa wetu wa Tanga. Tuko katika mazoezi ya mwisho tukiwa tuna uhakika wa kombe kulibakisha safari hii. Wapinzani nawaambia wajiandae, kwa wakuja watakutana upinzani mgumu, hasa kama wanavyonifahamu mwenyewe nikiwa mchezaji hatari wa Mandingo.